Ladaauna biha lisultani. Lau kana lana, lau yangelikuwa kwetu sisi, imana tungekuwa nayo. Lau kana lana, lau yangelikuwepo kwetu sisi daawatun mustajaba, maombi yenye kuitikiwa. Ladaauna biha, tungeliomba sisi kwa maombi hayo, lisultani kwa ajili ya kumwombea ya mtawala. Yani Alimam Ahmad anasema lau tungelijua kwamba tunayo maombi fulani hayo ni yenye kuitikiwa, tungeelekeza hayo maombi kwa mtawala. Shekh Alfauzani baada ya nukuu hiyo anasema idh fi salahi sultan, kwani katika kutengenea mtawala, salahun lilmujtamaa ndiyo kutengenea jamii na taifa kwa ujumla. Mtawala akiwa mwema, kufahamu kwamba jamii pia itakuwa njema bila ya shaka. Na watu bwana, utawalishiwa mtawala ambaye anaendana na wao. Wakati mwingine, jielekeze kumwombea dua mtawala, pengine tumewekewa mtawala fulani mwovu kwa sababu ya madhambi yetu. Maana watawala mara nyingi wanaendana na tabia za raia wao. We angalia katika nchi zetu hizi, watu wengi wanawalalamikia watawala kwa mambo mbalimbali. Pana watu wanaitwa wakosoaji, si ndio? Eh, mtu wa kukosoa serikali, wakosoa viongozi, piga kelele kweli kweli. Pana watu wanaitwa wakosoaji wa kuwakosoa watawala wapiga kelele, watawala wabadhirifu, wabinafsi, wanakula mali za umma, viongozi wapigaji, kadha piga kelele kulikweli, kwenye mikutano mbalimbali, kwenye vyombo vya habari. Wakati mwingine watawala wanamsikia watu wale wale, wakosoaji wanateuliwa. Sasa basi, bwana, njoo wewe kaa hapa, utusaidie kuangalia angalia. Kimya. Baada ya muda, unasikia watu wanamsema yeye, yule naye alikuwa kelele tu, amechukuliwa yule bwana, amewekwa pale kimya, naye anapiga tu. Sasa kumbe hawa raia nao wakipiga makelele ya wizi ni kwa sababu ile chaneli hawajaipata, lakini ukimpa na yeye naye anapiga, si ndio? Eh, sasa wakati mwingine watawala wanawekwa kwa sababu sisi tulivyo. Na watu wanaambiana saa nyingine, bwana, ukipata nafasi itumie bwana. Mambo sio watu wanahusiana huku chini, hawaja kuwa viongozi eh? Hao au haya mambo mmeyasikia na semwa semwa huko, sijui kama ni kweli, watu wanatumia rushwa ku, kupata madaraka na pana watu bwana, kura yake ya kupi, pana watu wanaitwa wajumbe hao hawatoi kura mpaka utoe chochote. unatoa ngapi? usilete maneno mengi hapo. Kwa hivyo mjumbe anahongwa ili akupe kura yake. Sasa hebu tujiulize, hawa wajumbe waliohongwa wakachagua viongozi kesho na kesho kutwa, viongozi wale wakienda kwenye majukumu yao akawa ni wapigaji hela, hivi una uso gani wa kumfuata ukamwambia kwamba mbona utimizi wajibu wako? si atakwambia tu zile ulizokula ulifikiri nazirudishia na wapi, nnazichanga baba, umenitoboa mfuko. Mimi huna cha kumwambia, kwa sababu wewe ndio mla pesa mkubwa, uliyomuomba rushwa tena, mkawaacha wagombea wakapandiana dau kweli kweli. Huyo akitoa ishirini, jamaa natoa thelathini, katua thelathini, mimi natoa laki. Kuna wajumbe nasikia wamenunua viwanja, mambo mazuri huko eh. Sasa ikiwa utaratibu wa kuchagua viongozi ndio huu, kama ni kweli, maana sina hakika mimi Nasikia sikia nasemwa haya, eh, ikiwa ni kweli sisi hawa watawala tunaowapata wanafanana na sisi. Kwa hivyo tumwombeni Allah atupe salama, tukithirisheni dua. Shekhe anasema idh fi salahi sultani, kwani katika kutengenea mtawala, salahu lilmujtama dil, ndiyo kutengenea jamii wa fi fasadi sultan fasadun lilmujtama'i, na katika kuharibika mtawala ndio kuharibika kwa jamii. Sasa mwombee kheri mtawala, ili jamii iendelee kupata kheri. Hiyo ni aina ya, ya kwanza ya kuwa nasihi watawala.